Shalom. Natumaini Mungu amekupatia nafasi na neema, na mimi mwalimu wako mshauri wako na mchungaji wako, ninayo furaha tena kukaribisha katika chaneli hii leo tukiwa tunazungumzia mahusiano. Hivi unajua wanawake wote hawafanani, hata wanaume hawafanani, lakini katika video hii nitaongelea wanawake, halafu video nyingine nitaongelea kuhusiana na wanaume. Sasa video hii nime andaa somo zuri sana kwa ajili yako, somo linaohusu aina saba za wanawake. Wanawake wapo wa aina saba, yaani mama yako, mke wako, mwenzi wako, rafiki yako, i mradi tu awe ana jinsia ya kike, yupo katika hizi aina mojawapo, huenda akawa kwenye aina hii mojawapo. Aina ya kwanza kabisa ya wanawake kuna mwanamke aina ya kwanza ambayo ni mwanamke tunamuita ni Queen Control. Huyu ni mwanamke ambaye anatawala kila kitu, huyu anatawala pesa, anatawala nyumba, anatawala mamlaka, anatawala yaani, huyu ni mwanamke ambaye anapenda kushika mamlaka, anapenda kukontrol vitu, anapenda kujihusisha na vitu, na ndio maana tumemuita kwa jina la Queen Control, yani yeye ana dominant personality, anapenda kumiliki, anapenda kucontrol, anapenda kuongoza, anapenda yani, yeye ukimwona, utafikiri saa nyingine unaweza ukamwona kama aina fulani hivi ya mwanaume ambaye anapenda kujihusisha kama mstari wa mbele katika mambo mengi, iwe ni pesa au ratiba au maamuzi. Yani yeye ukiwa naye kwenye mahusiano, yeye ndo anayepanga ratiba yeye ndio maamuzi. Maamuzi yoyote yanayopingana na yeye hapo, hapana. Yeye maamuzi yake ndio ndio. Wewe unasikia hata kwenye familia nyingine unasikia, ngoja kwanza tusikie mama anasemaje. Hawa wengi huwa ni Queen Control. Yeye anapenda kujua kila kitu, anapenda kujihusisha na kila kitu, hasa cha walio wake. Kama ni watoto wake, atapenda kujua watoto wake wanafanya nini atapenda kujua mume wake anafanya nini, wapi, saa ngapi, yuko na nani, n na, na yupi. Huyu ni aina ya kwanza ya huyu mwanamke ambaye ni Queen Control. Yeye ni mtu ambaye, kama hautakuwa na msimamo mzuri na nidhamu nzuri mzuri, utaishi naye kwa hofu sana. Huyu kidogo anahitaji kidogo, kuishi naye vizuri pia na wewe uwe na kind ya msimamo kidogo. Yeye ni alpha female, lakini usipo uh, kuwa na emotion intelligence, yani akili hisia, namna ya kujua namna na ya kuishi naye, na yeye pia asipokuwa na hii, mtakuwa mnagombana naye sana kwa sababu ki asili anapenda kutawala vitu. Huyu mwanamke ni mwanamke kimsingi, ni mwanamke ambaye mwanamume asiyejiamini hawezi kuishi naye. Mwana, mwanaume ambaye hajiamini hawezi kuishi na aina ya huyu mwanamke, na wapo wa aina mbili. Kuna mwingine anapenda awe na mwanaume anayejiamini kuzidi yeye, lakini pia kuna mwingine anapenda mara nyingi. Sasa wengi wanapenda waishi na wanaume ambao wataweza kuwa control, kwa sababu wao wanapenda kushika usukani. Kwenye Biblia kuna mfano katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya ishirini na moja mpaka la ishirini na tano. Kuna mfano hapa wa mwanamke wa Queen Control ambaye anaitwa Jezebel. Huyu ni mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa Ahabu ambaye yeye alit, al, aliongoza kila kitu, alitawala kila kitu, alimanipulate kila kitu. Huyu mtu ni mwanamke ambaye Biblia inasema hivi katika Wafalme wa kwanza sura ya ishirini na moja fungu la ishirini na tano anasema hakuna aliyekuwa kama Ahabu ambaye aliuza nafsi yake kutenda uovu machoni pa Bwana, mkewe Yezebel akimchochea. Alikuwa anamshurutisha mme, mme wake anamwambia sikiliza, tunaabudu hapa tunaabudu hivi tunaenda hivi tunafanya hivi. Kwa hiyo Ahabu, Biblia inashuhudia ya kwamba alikosea si kwa sababu tu yeye alikosea, ila mke wake ambaye anapenda kushika msukani ndo alimkontrol. Na sifa ni kwamba hawa wanawake hawana ushawishi. Jezebel hakuwa na ushawishi, lakini anafanya mambo nyuma ya pazia. Maamuzi yanatoka kama ya baba, maamuzi yanatoka kama ya mwanaume, ila nyuma yake ni Queen Control, ndiye ameweza kushika nafasi. Kwa hiyo unaweza ukawa na mwanamke wa aina hii ambaye anapenda kushika usukani, lakini pia kuna aina nyingine ya mwanamke ambaye anaitwa Miss Invisible. Huyu ni mwanamke mpole mnyenyekevu, lakini udhaifu wake ni kwamba hajiamini. Ni mpole kabisa, ni mnyenyekevu, dada watu, hana mambo mengi, ila hajiamini, ana insecurity ndazi zake. hana, hana hali ya kujiamini muda wote, anaona kama vile anaonewa. Yaani huyu ni mwanamke ambaye anaofia kusemwa, anaofia kutenda, ni mwoga mwoga Eh, yani ni moga moga akiona mjusi yani mjusi akiona ndani unaweza kukimbia, anaweza akalala nje kisa ameona mjusi. Huyu ni mwanamke wa aina hii, huyu ni miss invisible. Ni yani, yeye mpole ana shida ila uoga na kutokujiamini ni sehemu ya udhaifu wake. Mara nyingi mazingira yanaweza yakamfanya akaona amedogoshwa, lakini pia na yeye saa nyingine ana hali ya kutojiamini na yeye anaweza asifanye mambo makubwa kwa sababu ya ile hali ya kutojiamini. Huyu kwenye Biblia mfano wa mke wa Yakobo ambaye anaitwa Lea. Yakobo alikuwa na wake wawili, mmoja anaitwa Rachel mwingine anaitwa Lea. Sasa huyu Lea ndo alikuwa mke wake mkubwa. Huyu shida yao kubwa ni kufeel kuwa rejected, ni kufeel hapewi uh, thamani ni kufeel kutoonekana. Yeye ndo ana hisia zake, ni hivyo kama mimi sionekani Biblia inasema hivi katika Mwanzo ishirini na tisa fungu la 31, Bwana alipoona kwamba Lea hakupendwa alifungua tumbo lake la uzazi. Unaona, mwanamke huyu mazingira yalikuwa ameshamdogosha mume wake mwenyewe, kama amchangamki changamkii hivi, kama ampendipendi hivi, kama vile amjalijali hivi, kwa sababu pia ya jinsi ambavyo yeye alivyokuwa kwamba anajiona ni mdogofu anajiona ni, ni hana kitu kilicho bora. Sasa mtu kama huyu mwanamke kama huyu anapaswa kusaidiwa kujitambua kuelewa thamani yake. Kuelewa thamani yake. Mwanamke kama huyu atasaidiwa na kitabu changu kinaitwa Mtu Yoyote Asikudharau. Unaweza ukaniandikia kwenye namba hapo za kumsaidia kwa sababu anajishusha, anajishusha mwenyewe ana hali ya kutojithamini mwenyewe. Lakini kuna aina ya tatu ya mwanamke. Huyu ni drama, sio yaani huyu ni mwanamke ambao kila kwake kila kitu ni drama, tunasema ni hadithi. Kila changamoto yani ni movie, yani kila maisha yake yote ni kama movie, movie hivi. Ushaona watu wanaishi kama wanacheza movie, matukio yoyote, yani tukio hili linatoka linafuata hivi linafuata ile. Huyu ni mbunifu, ni kweli ni mbunifu. Huyu anapenda spotlight lakini unstable emotional, yani huyu hayuko na hisia zilizo thabiti, hisia zake kidogo ziko chini, haziko unstable. Huyu ukimtua, ukimtuliza sana anaona kama hu, hujamthamini kwa sababu ni mtu kama ana movie movie, mtu wa movie movie muda wote, mtu ambaye muda wote ana drama, mtu ambaye ana watukio. Lakini ukiona mtuliza, tuliza, tulia, tulia basi, usionekane usipende kuonekana onekana, usipende kuongea ongea usipende kupiga kupigapiga matukio. Yeye anaona kama vile umthamini, unamwona yeye sio bora. Kwa hiyo huyu hapendi utulivu, yani ni mtu ambaye hapendi utulivu. Ehe, ni mtu ambaye kama ni vikoba yuko vyote, marafiki waaina yote yani, eh, kila mtu yuko mazingira yote, yupo msibani vilioni, akienda msibani, hata ajui kuna shida gani, atalia, hamjui hata marehemu ni nani. Yani huyu ni drama, amejaa na drama huyu mwanamke huyu mwanamke yuko kwenye mpira, ajui hata kuna wachezaji wangapi, anaweza akawambia uwanjani wanakaaga wachezaji sita, <laughs> lakini yumo <laughs> ni drama yani, huwa ni machno. Lakini yeye ana changamoto ya kutotulizwa, akitulizwa, anaona kama vile hajathaminiwa, na anapenda kufanya kila kitu, anapenda kufanya kila kitu. Kwenye Biblia kuna mfano kwa Martha, dada yake na Mariamu. Mm? Eh? mfano wa Martha dada yake na Mariamu alikuwa ni aina ya mwanamke wa hivi eh, ambaye ni mwanamke drama CEO, yani takapike takafanye nini. Yesu anamwambia mama, tulia basi tulia, tulia kidogo, tulia. Lakini pia sio hivyo, kuna dada yake Musa, dada yake Musa ambaye anaitwa Miriam eh, ambaye ni attention seeker yani hao, anapenda attention, anapenda umpatie attention, umpatie umakini mjari um, hawa ndio wanaweza ha? Akakwambia naumwa nini, nauma ha, mgongo mgongo, hata aumwi anatafuta tu attention kutoka kwako. Sikia Biblia inasema hivi katika Hesabu kumi na mbili fungu la kwanza na la pili Biblia inasema Miriam na Aloni wakaanza kusema dhidi ya Musa. Miriam na Aaron wakaanza kufanya usengenyaji. Miriam <laughs> na, na, na Aaron yani ndugu zake na Musa wakaanza, lakini Biblia imeanza kusema Miriam, yani ilianza na Miriam. Miriam ndo alianza, je, Bwana ananena na Musa tu? Unaona wanawake wa drama. Ah, kwani huyu Musa huyu Musa kwani yeye ndo anahubiri tu kila siku? Mwanamke huyo akaanza kutengeneza drama movie huyo anatengeneza matatizo. Kwa hiyo hawa ni ambao wanataka kujihusisha na kila kitu. Kwa hiyo hapa Miriam na yeye alikuwa anataka na yeye auseme na bwana. <laughs> Kwa hiyo Miriam anamwambia na, Alon anamwambia Miriam anamwambia Alon sikiliza. Kwani huyu msa anaongea tu na Mungu kila kila siku yeye? Yaani na yeye anataka. Na yeye anataka awepo. Sasa huwa huwa wanaharibu. Hawa atapenda uwenyekiti wa kamati, atapenda ukatibu wa kanya, atapenda ukatibu wa kamati, atapenda uwazini wa kamati, atapenda nafasi fulani lakini mara nyingi huwa wanaharibu. Lakini aina nyingine ya nne ya wanawake ni mama kiroho, mama kiroho 24/7 <laughs> yaani, huyu ni mwanamke ambaye kila dakika kwake yeye, kila maisha yake ni neno, kila maisha yake ni, ni, ni maombi, kila maisha yake yani, yeye ni kufunga, kila maisha yake <laughs> ni mama kiroho huyu, anaonekana ana maadili, lakini mara nyingi anakimbilia kila kitu ni spiritual. Utasikia hata vitu ambavyo viko fa fact. Unasikia ah, ah, ngoja kwanza ngoja kwanza nimuulize Mungu. Kuna mama ambayo ni auhalisia, Mungu alishasema hakuna tena ya kumuuliza yeye. Hey, ni mama kiroho, kila kitu ana connect unajua hata akiota tu ndoto amekula na maharage hivi, Mungu anasema na nini kwenye hii ndoto hivi? Hii ndoto anakemea, anakemea ndoto, anakemea ndoto. Yani ye kila kitu kwake ni cha kiroho. Unasikia alikuja pale mgeni nyumbani eh, ana nguo nyeupe ile nguo nyeupe inawakilisha nini? Neema, neema, neema. Yani e eh, kila kitu ana connect na mambo ya kiroho. Alikuja mtu pale ana nguo nyekundu, ni damu kabisa, na msiba ulitokea. Ana connect na mambo ya kiroho, hata mambo ambayo ni ya uhalisia. Huyu mwanamke wa aina hii ana connect mambo ya kiroho, anaogopa reality kwa kusingizia mambo ya spirituality eh? Yani huyu ndio yule ambaye anasubiri paka aote ndo aamini hiyo kazi, ambaye anasubiri paka apewe ufunuo, athibitishiwe na pasta wake. Tena ukikuta huyu huyu anaamini mchungaji hey, na mchungaji wake sasa, ndo unakuta kila kitu anamwambia pasta, na kila kitu pasta akimwambia no na yeye no, pasta akimwambia yes na yeye yes, hata vitu ambavyo vinauhalisia. Kwa hiyo hawa kuna wanawake wa hivi pia na ni kwamba anaweza akapoteza vitu vizuri kwa kusingizia mambo ya kiroho. Kwa mfano, kwa mfano over spiritual au over duty eh, ambaye ana mambo mengi over spiritual eh? mfano ambaye nimeutafuta wa Biblia huo ni mfano wa Luka 10 fungu la 41. Sasa huyu tena anaingia yule Martha, ambaye Martha sasa hapa tunaona anamwona kama Mariamu, mbona ufanyi mambo ya kiroho unakaa unakaakaa Hebu karimu kwanza, karimu kwanza mambo ya kiroho mda wote, ehe. Hata yule Hana ambaye yuko kwenye kitabu cha Samuel sura ya kwanza, naye alikuwa naomba naomba naomba, mwisho wa siku Eli kwani akamwambia, sikiliza ana, imetosha nenda sasa, anza kula, usifunge kula, kula chakula, sasa anza kula E, najua Mungu ameshajibu maombi, kula mama, kiroho kula. Sasa mfungo uishe, futa machozi, kula yes. <laughs> Huyo ni aina mwingine ya mwanamke, aina ya tano ya mwanamke, huyu Miss strategist. Huyu ni mwanamke ambaye ni mzuri na anajijua kama ni mzuri wa sura au umbo au sauti, anajua hayo, anajua kabisa ye, ni mzuri. Sasa huyu yuko smart kidogo lakini ameamua kuwekeza nguvu zake kwenye image na ile influence yake. Huyu ni yule mwanamke ambaye ni manipulator, ambaye ndani yake ana ana tabia za narcissist, yaani huyu hasa kwenye dating. huyu ukimtazama unavutiwa naye. Sasa anatumia ile influence yake kukukandamiza, kukuona wewe ndio una makosa wewe ndio mbaya, wewe ndo nastahili kuhukumiwa, wewe ndio mzembe, wewe yani yeye ya, anajiona yeye ni beauty muda wote na uwe yuko kimkakati. Huyu hata ukiwa naye kwenye mahusiano anakupenda kwa mkakati maalum ambao una manufaa binafsi kwake. Huyu hata hawezi kutoa mapenzi ya ukweli. Huyu ni mapenzi yake, ni mapenzi ya nipe nikupe urafiki wako wenu ni wanipe ni kupe. Huyu ni mwanamke kwa mfano wa Delila ambaye anatumia uzuri wake urembo wake nguvu zako kwako kukuangamiza. Huyu utasoma katika Waamuzi sura ya kumi na sita fungu la sita utagundua huyu Delila. Delila alimuuliza hivi, Samson anamwambia Delila, akamuuliza ni nini hichi ambacho tunaweza tukakifanya ili kujua nguvu zako kubwa zilivyo nyingi. Huyu anatumia mbinu zake kwa ajili ya kuweza kukukandamiza na kuangamiza kuh, kuh, kabisa kwa ajili ya kuweza kukuangamiza na kuukandamiza kabisa. Aina ya sita ya mwanamke ni Therapy Incoming <laughs> yani, huyu mwanamke yeye ni mzuri sana, lakini amejaa majeraha ya moyo. Yani ye ni Therapy Incoming, uzuri wake hana shida, hana tabu, ila moyo wake umejeruliwa sana. Ana potential ya kuwa mke bora huyu na rafiki mzuri, lakini hajapona, hajapona, hajapona. Ni kama mtu ambaye ameumwa na nyoka. Mtu aliyeumwa na nyoka, jani likimgusa kidogo kidogo, <gulik> anashtuka, anajua ni nyoka. Ndio kama huyu. Kwa hiyo, anaweza usimuone kama mbona kama hayuko tayari tayari, mbona kama hataki urafiki na mimi, mbona kama vile hajiamini sana no, huyu yuko vizuri sana ila majeraha yake ni makubwa sana, uzoefu wake ni mkubwa sana hata katika mapenzi. Anaweza asiwe tayari kuingia kwenye mapenzi kwa sababu moyo wake umevunjika sana. Anaweza kukuumiza kwa hofu zake, yaani hofu zake ndio zikasababisha wewe ukaumia. Anahitaji sapoti, anahitaji usikivu, anahitaji uweze ku kumpiga kum, kum therapy kidogo kumshauri kumpa motisha kumsababisha aweze kuwa mwema, kwa sababu ndani yake anahisi kuwa na trauma kubwa, lakini pia kuwa na rejection, lakini pia kutopona, kuto hali ya kutopona. Kwa hiyo anahitaji kwanza kupona, katika fungu la Yohana sura ya nne fungu la kumi na nane eh. Yesu anaongea na mwanamke wa aina hii, anamwambia umekuwa na wanawake watano na hata unaishi naye sio mume wako. Unaona, mwanamke huyu alikuwa ni mwanamke bora, na ukitaka kuona alikuwa ni mwanamke bora, baada tu ya Yesu kukutana naye, alivyomponya tu, akahubiri kijiji kizima. Imagine nguvu ya huyo mwanamke, lakini alikuwa na aibu ndani yake, anaenda kwenye kisima kwa kujificha ficha. Eh, hajapona kwa sababu kuna wanaume wamemjeruhi mje, wame mwanaume wa kwanza alimjeruhi, akaingia mwanamke wa pili, mwanaume wa pili akaingia na mahusiano, mwanaume wa pili akamjeruhi, mwanaume wa tatu akamjeruhi, mpaka mwanaume wa sita na wa saba. Sasa wa saba anakutana na Yesu mwenyewe, Yesu anamponya, Yesu anamponya majeraha yake, anaondoka, anaenda kijijini baada ya kupona. Kwa hiyo wanawake wengine wanapitia history nyingi ya kukutana na majeraha mbalimbali ya kuumizwa nyumbani, kwenye mahusiano, huko kwenye jamii, ameshaumizwa na sasa unadhani labda ni mbaya. No, majeraha yamemuumiza mwanamke kama huyu, akipona ni potential, ni potential. Lakini aina ya mwisho ya mwanamke ni Miss Purpose. Hmm. Huyu si rahisi kumpata, yaani huyu ni Miss Purpose. Huyu ana clarity ya maisha kabisa, tena ene boundaries na self awareness, yaani huyu huyu yuko focused sana kwenye vision zake na maisha yake eh. na huyu huyu tunasema aina ya huyu mwanamke, yeye yuko tayari kupenda ila bila kuabudu <laughs> bila kuabudu hata abudu, hawezi kuabudu mtu, hawezi kuabudu kitu, yuko na vision yuko na maono, yuko na mawazo huyu. Hata kuolewa linaweza lisiwe hitaji lake la kwanza. Huyu kuolewa linaweza likawa hitaji lake hata la mwisho kabisa, au hata lisiwepo kabisa. Yani huyu anaweza akaona kama vile ndoa vile inapunguza hivi inapunguza sehemu ya maisha. Huyu ni aina ya, ya mwanamke ambaye kimsingi yeye ni Miss Purpose. yeye ni kusudi la maisha ni kupambana na maisha shaona wanawake wanaitwa jembe <laughs> kwenye Biblia yupo mwanamke huyu kwenye Waamuzi nne fungu la nne Biblia nasema hivi: Debora nabii mke wa Ripidos aliyekuwa akihukumu Israeli wakati huo, huyu mwanamke ambaye wakati fulani Baraki ali goma goma, anasema ah, mimi siendi, bwana mimi ni muoga. Yeye akasema wewe, tunaenda hebu twende. Hebu kwa kwanza, anakumbusha hadi wanaume nini cha kufanya. Huyu ndio Miss Purpose mwanamke sasa. Sijajua kati ya hizi aina wewe unaangukia wapi, kama mwanamke. Sijajua kati ya hizi aina mke wako anaangukia wapi katika hizi aina. Sijajua rafiki yako anaangukia wapi katika hizi aina. Hebu ningependa kusikia uzoefu wako kuhusiana na aina za wanawake, na mimi nitafurahi kujifunza kutoka kwako. Mungu na akubariki sana wewe mwanamke. Mungu akubariki sana wewe mwenye mahusiano na mwanamke. Mungu akutengeneze, Mungu awapatie wa ushindi katika mahusiano yenu. Kumbuka kila aina ya mwanamke ni ya upekee wake. Ukimwelewa, utajua namna ya kuishi naye vizuri. Mungu nakubariki. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kushare maudhui haya kwa ndugu, jamaa na marafiki ili kila mtu aweze kubarikiwa na maudhui haya. Kwa huduma za ushauri na saha katika masuala ya kijamii, kiuchumi, mahusiano, afya ya akili, ofisi zetu zinapatikana Makumbusho, Dar es Salaam, Millennium Towers floor ya kwanza, ofisi namba ishirini, Vicious Therapy. Pia unaweza ukaja physically ama unaweza ukapata huduma hii online. Book your sessions katika namba na zinazopita kwenye screen yako. Unaweza kushiriki kuwezesha huduma hii katika akaunti zinazopita kwenye screen yako. Karibuni sana na Mungu awabariki. Wa mtumishi wa Mungu Endson Mabamba ni mtunzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali, ikiwemo Mtu yeyote asikudharau. Dharau kitabu hiki kimejikita katika kukujenga kiroho, kiakili, kiuchumi na kijamii. Lakini pia kinalenga kuwasaidia watu wote wenye msongo wa mawazo, ushauri na saha katika masuala mbalimbali ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu kizuri sana cha Mirathi na mtazamo wa kiroho, kisaikolojia na kisheria. Kitabu hiki kitakusaidia kukupa mwanga namna gani ya kufanya maamuzi sahihi katika swala zima la mirathi kwa kuangalia upande wa kiroho, kisheria, lakini pia jamii inasemaje inapokuja swala zima la mirathi. Kupata nakala zako, wasiliana nasi katika namba na unazoziona kwenye skrini yako. Vitabu hivi vinapatikana nchi nzima, karibuni sana.